Ujumbe leo. Ujumbe leo ni kuhusu, najua ya kwamba baadhi ya watu wamekariri mstari huu kama ni mstari wa kitoto kwa sababu mtoto, wa mtoto wamefundishwa na walimu wao kuhusu haya pamoyo matao so mstari huu una uzito mkubwa, unatakiwa watakatifu wanaotaka kumuona Mungu wauweke maanani. Tusiufanye kama tuwaya ya moyo kwa ajili ya watoto, ni kwa ajili ya wenye moyo safi wanaotamani kumwona Mungu. Tuseme amen, wewe baba, wewe mama, mama. Nafikiri watu wengine wanahangaika na sura sura za maisha yao, sura za utulivu wao wanahangaika nazo, na ndio maana naona katika miji za vijiji saruni zinatengenezwa ili kujaribu kurekebisha sura mbaya. Lakini ni saruni gani ambayo inaweza kurekebisha sura yangu hii? meno makubwa, masikio makubwa, wabadilisha yawe madogo, meno makubwa yawe madogo. Sawa, yanawezekana, lakini moyo safi watoka kwa Bwana. Haleluya! Hivyo, hivyo baba, sura yako hiyo kubaliana ya nayo, ni tajiri au una umasikini elimulani, nakula kile cha haki yako, moyo safi. Haleluya! ni kitabu cha Mateo ya sura ya tano mstari wa nane tu pekee, lakini mimi nimeongezea ni maneno haya kwa ajili ya sura. Bwana hakusema heri wenye sura safi hana maana wewe kama uko kama mimi. Eh, mimi unaniona una mwenyewe na hivi ni hivyo. Sikujaza fomu mimi kwamba baba anaomba nifanane hivi, hata wewe hivyo ulivyo hujajaza fomu kwamba ufanane hivyo ulivyo. Ni neema tu ya Mungu tusegame, lakini wanaotaka kumwona Mungu wanatakiwa kuona moyo safi. Na hii nasemaje, Bwana Yesu hakujaribu kulewa, hakujaribu kunywa pombe. Kwa hiyo neno hili akilitamka mbele ya wanafunzi wake alikuwa na maana kamili. Bwana Yesu hakuopoka oh, haleluya, aliliangalia. Imetoka wapi? Lina maana gani? Juu ya sura hayuko huko, maana kama angesema heri wenye sura nzuri, Chandalo nisinge kuwema maana huwa eh, eh, mnasikiliza huyu nani wa, wa taifa hawa ma, maremo wa taifa. Si mnaona kuna majaji wanajaji wanajaji hali ya ulepo wake na kadhalika kadhalika, wanajirema waiena Mungu amesema usihangaike na mambo mengine juu ya pesa, hangaika nayo ukiwa na moyo safi, chakula cha watoto, ada za watoto, lakini moyo safi. Wengine wamefika mahali wanasema, akamaa hivyo amsalaba tavua na hey, hey, wamama Nyakati zile bado hamjatuliwa ndoo kichwani na mchota bomba moja, wanawake mia, mimi nimetambulia, nishikie mtoto, onyeshe mshenzi mwokoli, unawapa mtoto, upigane kwa ajili ya ndoo ya maisha, auo msalaba apite mara nyingi. Heri wenye moyo Najua wamama, Mungu amewabariki katika kujiremba. Jirembeni sana kichwani, jirembeni sana sura zenu, lakini moyo safi ni wa muhimu kuliko yote yanayopangwa duniani. Maana watakuwa na angesema wenye moyo safi a, wenye vitu safi, wenye mavazi safi, masuti safi, magauni safi, magauni safi, magauni safi magauni Jadaro, usije kwenda labda kwenye suti kidogo, kwa maana hapa niko peke yangu, hapa si niko peke yangu jamaa, ningejaribu kwa ajili ya suti, maana hapa niko peke yangu, kwa sababu niko peke yangu, jadaro suti, lakini Mungu huko hayuko kwenye suti, suti katu, we suti katu, surumaza tu, nimekwenda kule kwingine surumaza, yani vaa vizuri lakini ipota wanawake vitu hivyo, wanawake wengine sio nini, wala kule akipata kidogo, na mwanaume anatupa, nitaambatana na mwanamume asiye na pesa. Kwa bibi mshaba mkubwa, kamtoa Kigoma, kamtoa Mtwara, kamtoa wapi, akipata tu kwa msingi, kwa fedha, oh, moyo safi unahama. Usiwe wewe, usiwe wewe, sema siwewe, nisiwe mimi fedha na dhahabu ni mali ya Mungu na moyo wako ni mali ya Mungu. Sasa kuwa na vyote, fedha, dhahabu kanavyo na moyo Kana safi ndani yake, utaiona Oh Bwana. Nimeandika jambo jingine nikasema hivi: au kimo chako urefu ufupi usikubabaishe Mungu, huko hayuko Usichari kwa ajili yao, wewe uwe amani na hicho kitu chonacho. Ni mfupi kama Zakayo, kama mkuyu, ukamuone Yesu. Moyo safi coordinator dj mc a moyo safi, tutamwona Bwana. Haleluya. Namalizia katika mambo mawili matatu, hayo mabaki Nimesema hata umasikini ukupatao isiwe tija kwako, isiwe shida, isiwe hoja ya kutoa kwa msingi. Moyo safi kanao barikiwa katika hilo, ukiingia ukamkuta Bwana pamoja na kwamba hukuona mamilioni. Jamaa huyu anasema yeye ni tajiri, anasema trilioni nane ampe kwa niaba ya familia yake, wana namwambia, wewe unalipa katika vitu vyangu i mshinga gani

Ni watieni moyo wote mnaoabudu katika kanisa hili jipeni moyo wala msivunjwe moyo, na washukuruni wa kwa kumuunga mkono wa askofu wangu mwalimu wangu, mulimuunga mkono walipotangaza kuanza, mkawa wapenzi wa kusema, we are together, tupo pamoja. Haleluya! Kwa kitendo hicho, nasema may God bless you, Mungu awabariki sana, hey. Lakini usiwe umemuunga mkono bure, moyo uwe safi. Maana siku moja labda, isitokee, sisemi wewe, nasema yule, itamtokea atakwambia no. Walio takaswa majina yao yako kwenye kitabu cha uzima. Sema moyo safi.